Boys chikola anacheza vizuri kwa sababu ametoka timu ndogo kuja kwa timu kubwa, yaani kutoka Tabora kuja Yanga na kiwango anachokionyesha, amekomaa. Nadhani ni swala la muda, tuendelee kumpa nafasi zaidi mm. ili aendelee kutengeneza mechi fitness, ndio kocha anachokifanya, kila mchezaji awe na mechi fitness. Itafikia moment kocha anahitaji kufanya sabu mm. akiangalia pale kwenye benchi wamesheni wachezaji, ananyosha tu kidole, anainuka, yote anakuja kufanya vizuri mm. ndio sabu za Yanga anazotaka kukifanya sasa. Edmund John kama kawaida mwendelezo mm. winga hatari, winga machachari mm. yani ni winga ambaye akiingia tu mm. upande wako kazi. Unaona, unaona baada ya kuingia kutoka Max mm, kuingia Dimond John, mpira umebadilika. Kwa sababu gani? hawa wachezaji wana asili ya kuzoea kwamba huyu Max anacheza hivi mm. ushaelewa, yeah. nadhani hata wa makocha labda, kuna kitu mashabiki wajui hawa mm. makocha wana asili ya kudownload video za mechi mm. wanaangalia aina ya uchezaji mm. kwamba huyu anachezaje au anachezaje, mm. na ndio maana makocha wengi wanabadili mifumo mm shanaelewa mm. Leo wameanza Pakome, kesho tutakutana kaanza Dumbia mm. kwamba uliangalia mechi ya Pakome, umemkaribia Pakome, amekuja Dumbia mm. bado mechi, kocha anashinda. Kwa hiyo mimi naomba washabiki wawe watulivu, mpira mzuri unaonekana, magoli yanapatikana, kila mmoja anatoka anafly mm. mm. uhakika, yani kama Yanga watamvumilia Romain Forse mm. kombe la Afrika linakuja mm. kwa sababu usajili anao kila mchezaji anaingia, anaingia ni wa moto. Wewe una sababu gani kocha, ya kujitetea kwamba umekosa ubingwa wa Afrika? Yaani utawaambia nini wananchi, kwamba nimekosa ubingwa wa Afrika, kwa sababu kuna mechi zingine, inabidi wanaingia wote fulu mkoba hizi ni hatua za raundi ya, ya kwanza. Ndio maana unaona kama kocha anaanzisha. Huyu, huyu, bado timu inashinda. Mm. Lakini kuna moment utamwona Pakome ndani, utamwona Dumbia ndani, utamwona Duka, utamwona Mzize, utamwona Chikola, utamwona Ikua. Wote full nga nga nga. Lakini hichi mm. kipindi bado wachezaji wote wana hamu ya kuonyesha walichonacho, kocha anachokifanya. Kwa upande wangu kumekuwa na right mm. Mchome, maswali mengi sana kuhusiana mm. na kocha wenu hasa kipindi cha kwanza timu haichezi vizuri, unazungumziaje? Kocha wetu nani? Roman Fos. Roman ni kocha wetu Kocha wa Yanga, kocha wa Yanga bananiulize nawe, hukuamwandishi amenikosa akisema kocha wa Yanga sio kocha wenu. Mimi ni Yanga mwandishi, unaaliishameniwambie kitu kimoja. Okay, iko hivi Romain Falls. Jamani amnibi <laughs> <laughs> Romeni Foz ni aina ya kocha ambaye kila klabu Tanzania anatamani kuwa naye kwa sababu ni kocha ambaye hana pressure. Mwenelewa, anaamini katika maamuzi yake na katika mechi alizoanzisha. Hebu nikumbushe mwanzishi mechi aliyeruhusu goli zaidi ya mechi ya Rayon Sport, tena lilo goli limeandikwa andambwile inazungumzwa sana minongono. <laughs> imekuwa mingi sana kuhusiana naye, nikwambia labda umechelewa. Sasa hivi wachambuzi wamekuwa mashabiki <laughs> mashabiki wamekuwa wachambuzi, kila mmoja sasa hivi anajua mpira. Sisi tunaojua mpira tunamwona kocha katika mwaka wa mbele, namuona kabisa huyo ana faida, kwa sababu kama kocha katika mechi tano hajaruhusu kupoteza mchezo wowote. Kila game anaoingia goli mbili tatu goli mbili tatu, unamlaumu kwa kipi? Hiki kitendo cha mashabiki kutokuwa wengi kwa upande wa yanga hivi leo unazungumziaje? Ni kawaida hata simba tulikuwa wachache, huku ni mbali, taifa ni mbali sema wache, ma, hawa wanaoleta huku mechi wanaangalia advantage nyingine. Unajua Yanga hawakonsani sana na mapato, wanaangalia uwanja ni mkubwa kiasi gani. Je, tukiwaweka wachezaji hapa wanakuwa na usalama kiasi gani? Unajua uwanja wa KMC sio mzuri sana, ni rahisi mchezaji kupata majeraha. Kwa kiwanja kama hichi chenye nyasi original kizuri kabisa kipana, mtu na apply mifumo yako inakubali performance ya Young Africans unaionaje kwa siku za mbeleni? Mimi kwanza Yanga ya kuiona sahizi sijaiona. Mimi Yanga ya naiwazia finali kwa kweli. Unalipa? Si Afrika? Afrika, yaani una mchezaji kama Dumbia unaekua una pakome, una, una Max, mm. eh? una Edmund Njoni mm. yeah. una Edmund Njoni. Unawazia Yanga raundi ya kwanza hii. Mwandishi unajua mpira kweli? Ah. Eh? au ndio wenyewe Mangungu anawaambia fanya research. Mnafanya research kweli? Usikize nakwambie, kuna levels em, mweke Yanga umpe na heshima kwanza. Ni bingwa mara nne mfululizo, ametukanda mara tano Simba mfululizo, sio timu ya kawaida. Hivi vilabu vya hatua ya awali awali, kama injekuwa Yanga ya anataka kuishia makundi, asingesajili hawa wachezaji wote a mabilioni ya hela. Yanga target yake ni kombe la Afrika msimu huu, manake asipoleta kombe tumdai. Yaani mimi kocha Roman Foster tamuuliza, una sababu gani ya kushindwa kuleta kombe? Kwa sababu mna kila kitu, una kila kitu mkononi, kwa nini usilete kombe la Afrika? Hapo mimi muuliza. lakini kwa hapa home and away anashinda, unamkosoa kocha kwa kipi? Sisi tunashindaga kagoli kamoja kaekaeka, Simba tumefuzu hadi kwa penati. Shirikisho heka heka, ubaya ubwela. <laughs> Lakini mtu anapiga goli tatu anakuja home anapiga goli mbili ana clean sheet, unasema kocha afai. Una sababu zako binafsi, lakini sisi watu wa mpira tunakuona wewe hujui, wee hey, hujui kawaida ile.